Aziz ambaye aliingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka elfu mbili na nane alikata rufaa ya kifungo chake cha awali cha miaka mitano baada ya kukutwa na hatia miaka miwili iliyopita kwa kutumia mamlaka yake kujikusanyia mali. Hatua hiyo ya mahakama kuja na uamuzi huo imeelezwa ni matumizi mabaya ya madaraka kwa kutumia mali ya umma kujikusanyia mali kinyume cha sheria. Akizungumza nje ya mahakama, wakili wa Aziz Mohameden Ichedu ameeleza uamuzi huo kama fedheha kwa haki ya Mauritania. Tunaichukulia hukumu hii isiyo ya haki na ya chuki dhidi ya mteja wetu, rais wa zamani wa jamhuri Mohamed Abdelaziz. Uamuzi huu ni aibu kwa haki ya Mauritania na wanathibitisha kile ambacho tumekuwa tukisema kila mara. Ni kesi ya kisiasa inayoegemea upande wa kisasi na wala si kwa kuzingatia mazingatio ya kimahakama Prohibiti. Kiongozi huyo wa zamani ambaye amekuwa kizuizini tangu kesi yake ya awali ilipoanza Januari 2023, ameonekana pamoja na maafisa kadhaa wakuu wa zamani na washauri pia wanaokabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi, kujitajirisha kwa njia zisizo halali, biashara ya ushawishi na utakatishaji wa fedha. Mahakama katika mji mkuu wa Nouakchott pia imekubali kutwaliwa kwa mali za Aziz na kupokonywa haki zake za kiraia. Wachunguzi wanakadiria kuwa Aziz ambaye aliongoza nchi hiyo ya kaskazini magharibi mwa Afrika yenye watu milioni 4.5 kwa zaidi ya mwongo mmoja alikusanya mali na mtaji wenye thamani ya dola milioni sabini wakati wa uraisi wake. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari zimeeleza alikuwa na hatia na kuhukumiwa kifungo cha miaka mitano jela mwezi Disemba mwaka 2023. Aziz aliondolewa kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2019 ambao alishinda rais wa sasa Mohamed Gazauni. Khadija Simba UFM.